zangu tumekuja kutembelea bandari yetu ya Karema hapa mnavyoona, tuna ujenzi wa meli nne, meli ambalo ni kwa ajili ya kubeba mzigo. Haya ni maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan na maelekezo yake, ili tuhakikishe kwamba tunaishirikisha sekta binafsi katika ujenzi wa miundombinu hapa nchini. Meli nne hizi zinajengwa na private sector, kampuni ya Zenging International Company, kampuni ya madini ambao wanafanya shughuli za uchimbaji hasa huko DRC. Meli hizi kila moja ina uwezo wa kubeba tani elfu mbili. Meli ya kwanza imesha hii hapa ambao leo itaingizwa majini imefikia asilimia tisini. Asilimia kumi zobaki ni za kwenda kufanya kule kuangalia mambo madogo madogo ikiwa majini. Meli ya pili imefikia asilimia themanini na tano na meli ya tatu imefikia asilimia sabini na tano na meli ya nne imefikia asilimia thelathini na tano. Kwa kweli hii ni record kwa sababu meli hizi zimeanzwa kujengwa mwezi Aprili mwaka huu. Haijawahi kutokea hapa nchini kwetu meli kuweza kujengwa kwa kipindi kifupi kama hichi. Meli hizi kama nilivyosema, kila meli itakuwa inachukua tani elfu mbili na zitakuwa zinachukua mzigo kutoka bandari ya Kalemie kwenda bandari ya Kigoma au kuja bandari ya hapa Karema na vile vile itachukua mzigo kutoka hapa kupeleka bandari za DRC bandari za Zambia na bandari za Burundi. Kwa kweli ujenzi wa meli hii italeta ita chachu sana kwa maendeleo ya mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya Tanzania. Meli hizi nne kwa wakati mmoja zinaweza kusafirisha mzigo ambao unaweza kusafirishwa kwa takriban matraki au malori 270. sb zikiingia hapa bandarini tunahitaji malori mia mbili sabini kuteremsha mzigo huu kutoka hapa kupeleka Dar es Salaam. Kwa hivyo utaona kiasi gani cha Watanzania wanaoweza kupata ajira. Malori haya mia mbili sabini mseme malori mia tatu Kwa ufupi unahitaji kama watu si chini ya mia sita mia saba hapa mpaka kupeleka Dar es Salaam. Na ukitoa hapa wafanyakazi bandarini, leo hii tuna wafanyakazi 200. Tunaamini itapoanza kufanya kazi meli hizi tutakuwa na wafanyakazi zaidi ya, zaidi ya kama 600 700. Sisi kama wadhibiti usafiri, wa chombo unaanzia kwenye michoro. Kwa hiyo uh, walileta michoro yao ya meli tukaipitia tuka kuona kwamba chombo kipo salama, akaweka maboresho kidogo, na wakaenda wakafanyia kazi, baadaye tukatoa kibali cha kwanza kujenga na zikatengenezwa hizo block zikaanza kutasafirishwa kuja Tanzania. Kwa hizo blocks ambazo zinakuja Tanzania uh, ni zile ambazo michoro yake ilisha kuwa approved na tasa. Kwa hiyo baada ya hapo, hatua iliyofuata ni kipindi cha ujenzi, ambapo tulianza nao tangu hatua uh, ya awali kabisa ya kulaza mkuku, kwa maana ya kile, tulianza nao tukafanya, tuli nao inspection kwa pamoja, na kwa hatua zote tumekuwa tuko nao karibu uh, tumeangalia usalama uh, wa hivi vyombo. Ukweli kabisa mimi kama mmoja ya kutokea tasa kituseme kwamba kwa, kwa upande wa Kigoma tuna changamoto ya vyombo vingi kuwa vibovu, lakini hujua vyombo hivi vinne utakuwa na msaada mkubwa sana kwenye upande huu sana sana, pia kwenye upande wa compliance. Yes, tuli tuli assess tukaona thabiti iko vizuri, na ukiangalia pia upana ina ina ina, ina upana wa mita kumi na tano ukiangalia na urefu wake wa mita sabini na kama hivyo kijazwa mzigo maximum loading. Kama tulivyoona mstari rangi za kubadilishana pale pale, ndiyo kwenye 3.5 kwa maana hmm, hii meli itajazwa, lakini haitofikia kwenye ile alama ya njano. Uh, yeah, tulikamilisha kujenga bandari hii mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini kama mnavyofahamu kwamba unakuwa na bandari lakini kama hauna meli basi shughuli ya bandari haiwezekani. Lakini sio bandari tu na meli peke yake, lakini pia na barabara ambayo inaweza ikaunganisha meli hii amban, uh, bandari hii na maeneo yale ambayo mzigo unapelekwa. Kwa hiyo ni juhudi ambazo tumeshirikiana sisi PPA tashiko tasaki na taasisi zote za serikali kuweza kumpata mwekezaji huyu ambaye alikubali kujenga uh, meli hizi, lakini kwa sababu pia ana mzigo mwingi katika upande ule wa DRC, hawa wanamiliki migodi na hiyo litupelekea sisi uh, kutumia fursa hii kuanza kuvutia mzigo kwa upande wa bandari zetu. Kumbuke kwamba kulikuwa kuna uh, ile kupeleka mzigo katika bandari za Angola. Kwa hiyo huyu ni ya kati ya wamiliki wakubwa wa, wa mikodi ya Kongo ambaye alikubali kubadilisha uelekeo wa mizigo badala ya kupitishia bandari za Angola. Sasa alianza kupitishia bandari zetu, na hii ilipelekea uh, sisi kutoa ruhusa kama serikali uh, kuwezesha kujengwa kwa meli hizi nne, lakini pia atajenga uh, bandari ya Kigoma, lakini pia tutashirikiana uh, katika kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Maanake ni kwamba mzigo wote utakaotoka Kigoma na Karema utapita katika bandari ya Dar es Salaam, lakini tunategemea pia tutaanza kutumia bandari ya Tanga. Na hili maana yake ni kwamba itaongeza shughuli za kiuchumi katika mnyororo mzima wa usafirishaji kutoka DRC kwenye Manono mpaka Kalemi kwenye maji kuja Kigoma na Karema, lakini pia kwa reli na barabara kutoka hapa kwenda Dar es Salaam. Hizi zote zitapelekea kuwepo kwa ajira na kuwepo na shughuli nyingi sana za kibiashara, na zote zitachagizwa na hiki kinachofanyika kwa. Kwa hiyo huu ni uwekezaji sio, ni uwekezaji ambao uh, una, una, una manufaa kwa wengi wanahusika katika mnyororo mzima wa usafirishaji. Changamoto za mwanzo na sahizi ni tofauti eh, sababu mwanzo changamoto zilikuwa ni vijana aananiniaj na ajira za kupeana kwa namna, lakini sasa hivi nategemea kwamba utakuwa na fursa nyingi sana katika hii meli. Maana anajua fursa ya kwanza itakuwa kwa wazao wa kwanza, kwamba inabidi wazao wapewe kipaumbele a kama watu wa hichi kijiji so, kwanza katika nini kufanya kazi katika hizi meli kwao, tunategemea serikali tupa support kwanza wazawa wa hichi kijiji. Anaitwa Ibrahim Fataki. Sasa sisi kama wananchi, kwa sababu usafiri tunao tumia saizi ni maboti zinatusababishia ajali nyingi, mizigo yetu inapotea, lakini kwa meli hizi tutapata fursa ya kufanya biashara vizuri na kwa uhakika ko tunapenda hizi kazi ziende kwa haraka, sababu tunakoelekea ni msimu, tunaendewa kilimo, tunapovuna meli ziwe tayari kwa ajili ya kusafisha mizigo yetu kwenda nchi za jirani, ndio maana sehemu kubwa tunapopeleka mizigo yetu. Kwa hiyo kwetu ni fursa kubwa.